Kwa kweli, kutoa sio kwa sababu mtu anavyovingi, ni kwa sababu ya moyo. Sisi tunamshukuru sana Mungu, watu wa hapa Anza kwa Imani, afisa maendeleo pamoja na timu yote. Sisi mahali hapa, moja kati ya kitu ambacho tuliweka misingi, tuliamua kuja huku ili tupate eneo la kututosha kulima, kwa sababu tulitambua kwamba Mungu ameweka huduma hii kwenye nyoyo yetu lakini mara nyingi uh, changamoto kubwa inakuwa ni kwenye upatikanaji wa mahitaji, ila njia mojawapo inaweza kutusaidia ni kupunguza ule ukali wa hayo mahitaji kupitia kilimo. Kwa tuna mashamba huku chini, tuna mashamba na huku juu, ni kwa ajili ya kuwahudumia watoto. Watoto hawa tulionao hapa kila mmoja anaweza akawa ana, ana historia na maelezo yake wengine wamekuja hapo wa na siku tano wengine wamekuja hapo wa na siku wiki mbili, wengine siku ishirini na nane. Wametokea Sengerema, wametokea Ukerewe, wametokea uh, Misungwi, tokea Bugando <clears throat> na wengine majina yao yalipatikana hapa hapa, kwa sababu hatukuwa na reference yoyote kwamba wanaweza tukafanya tuka, tuka, tuka nini. Na tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya idara yetu ya ustawi wa jamii na namna ambavyo tunashirikiana kwa karibu mno. Na juzi juzi hapa tulipoona kwamba wanaendelea, umri unaendelea kwenda, na hatujafanikiwa kupata mahali ambapo wanaweza waka, wakaenda kuishi labda kwa ndugu na jamaa, Mungu ametujalia, tumefungua madarasa. Leo ni siku yao ya tatu kuingia darasani, mnavyowaona siopendeza siku yao ya tatu, na wanaendelea vizuri. Tunamshukuru sana Mungu, matamanio yetu ni kuchochea kile kilichomo ndani mwao, vile vipaji na vipawa walivyo navyo ambavyo Mungu ameweka ndani mwao, na nani ajuwai kwamba kutokana na hivyo, sio kwa ajili yao tu peke yao, kwa ajili ya jamii inayozunguka kwa ajili ya nchi pia, wanaweza kufanya mambo makubwa. Sasa, na sisi, uweza kufahamu nini na ni vyema tukaja kutembelea kwenye kituo chetu hiki kilichopo ndani ya wilaya yetu ya Misungwi kuja kuwaona watoto wetu. Watoto wetu hao tumefurahishwa kweli tumewaona ongela sana. Kutolea hilo, tunatambua ni jambo kuu sana kwa mtu kuweza kujitoa, kuweza kulea watoto ambao si damu yako. Ni watu wachache sana. Pongeza sana kituo hiki, uongozi mzima na wafanya kazi wote kwa ujumla. Mungu awabariki sana sana sananamwana kteaa sisi wenyewe tunaa liwatatu nyumbani, lakini unaposhinda nyumbani kuanzia asubuhi, una ongea na wale watu, unakibishana nao makelele sagini, unapata hasira, unataka hata unatamani hata umchape.